Mwako anasema nini? Takriban ni miaka saba sasa. Bahati ambao nimeipata kwanza, kwa mimi ambao naona ni bahati cha kwanza, kuna watu ambao nimeanza nao miaka mingi bado anaenda akistopu, anarudi tena. Kwa hiyo yeah. Na napata moyo kwamba nachokifanya kina impact, sio mm. kwamba mtu anastop ananikimbia mm. Lakini pia nimeweza kuwatoa wamama wengi kwenye mikopo inayoumiza yeah, yeah, yeah. Mm -hmm kuna mikopo ambayo ipo kiukweli, ukisema uifuatilie, kwa sisi tunaopiga hesabu hadi mia mia, mm. inaumiza kwao. nimejitahidi sana kuwatoa huko. okay. Lakini pia kuwafanya wamama e wajasiriamali, kwa sababu simpokei hii mtu ambaye ni mama wa nyumbani mm. mpaka uwe una kitu chochote cha kukuingizia elfu wow. moja ndio uingie wow. kwenye vikoba vyetu. kwa hiyo inamfanya mtu aha ni tu nifanye kazi au nifanye biashara yote, as long as naingiza kipato, hata kama ni ndogo mm. basi niwekeze huko kwenye vikoba. Kwenye vikoba vyetu hatupokei kabisa mama wa nyumbani. Wow. Kwa nini? changamoto ni nyingi, kwa sababu hivi ni vinalenga kuinuana kiuchumi, hasa kwenye eneo ya biashara mm. kwa sababu tunajua, we mama, huna access ya kukopa benki, lakini ukija vikoba na biashara yako ndogo au kuendeleza biashara yako, unaweza kuweka kiasi chako kidogo na ukakopa mm. Kwa hiyo sasa, ambacho tunakifanya tuna tukimchukua mama wa nyumbani hana biashara, siku akihitaji mkopo, ina maana mkopo enda kufanyia nini? Kufanya sherehe, kununua nguo mm -hmm? Au kula? Mkopo sio hela ya kula, sio ya kufanya sherehe, ni hela ya kuingiza sehemu, ukaizungushe izae, irudi. Lakini ukichukua ukaitumia ndivyo sivyo, tunarudi kwenye migogoro ya kifamilia na migogoro ya vikundi, kwa sababu utashindwa kurejesha, na tutashindwa tunakubana wapi?